Ni miezi saba imepita tangu Golden M Boy, msanii wa muziki kutoka hapa nchini Tanzania, ambaye anaishi ughaibuni, kuachia albamu yake To I Am Golden Boy and for now, amekuwa akifumua kwa kuachia music video kupitia albamu husika, kama ambavyo nilikwisha kukupatia uchambuzi wa album Usika. Kumbuka, huu mwaka huu mwanzoni kabisa aliachia music video single Toyo Alhamdulillah ambayo inapatikana kwenye album Usika na hii leo amekuja na video ya wimbo uitwao Emergency ambao pia unapatikana kwenye album hii. So, hii ni kazi ya pili ambayo tumepata video yake. Msanii huyu amekuwa akiwekeza pakubwa sana katika sekta zote kupitia kazi zake za kimuziki, na hii inaonesha wazi kwamba yupo possible sana hasa kuwekeza upande wa audio pamoja na video na mimi ni moja ya shabiki yake kutokana na kazi nzuri ambazo amekuwa kizitoa akizitoa. Emergency ni sound ya muziki ambao una quality zote za kimataifa yani, licho kuwa ni wimbo ambao Golden Boy anazungumzia maswala ya mahusiano kwa kwenye penzi na mtu ambaye ameweza kukolea s. So, anahitaji tu time yake ili aweze kumuonesha namna gani ambavyo anampenda na yote, -yote tu ni kumtengenezea mazingira kwa fun katika muda wote ambao wapo pamoja. Sound ya hii kazi ni ya kuchezekani, inampa ruhusa mtu yote ambaye wenda ni taifa fulani ambaye afahamu Kiswahili basi kuenjoy sound, yani beat na ta melody na msanii husika ambacho ameweza kudeliver, lakini pia kwa yeye ambaye unafahamu Kiswahili basi kuenjoy mambo hayo yote kwa pamoja. Kitu kizuri tu ni kuwa Emergency single ni kazi ambayo amefanya code switching, yani, kuna Kiingereza kidogo na kuna Kiswahili kidogo. Yote yote tu ni kutengeneza ladha ama usasa wa kazi ya kimuziki ambazo zinahitajika kwenye soko la kimuziki la leo. So music video ya kazi imekwisha kutoka and kitu kizuri tu ni kuwa imekuwa short Australia.

Tumekusha kuzoea kazi nyingi za kimuziki zita involve magari mengi ya kifahari maybe, kama ni location majumba na kadhalika, lakini licho kuwa kwenye emergence, music video, vitu hivi vimeweza kuchukua nafasi lakini kwa uchache, na naweza kusema kwa sasa video directors wamekuwekea nguvu kubwa sana kwa kutupatia vitu fulani ambavyo huenda ni familia katika macho yetu, lakini tu upande wa wasilishaji sasa wanatumia nguvu kubwa na ubunifu kwa kufanya kuweza kuinjua bila kuchoka mwanzo mpaka mwisho ambavyo uko na tazama kazi usika N Emergency Single ipo hapa. Golden M Boy ni msanii ambaye anajua kukaa kistar na kwenye kasi, pia upande wa dress code ameweza kutisha pakubwa sana. Sio hivyo tu, urembo ambao ameweza kuhusika humo ni wa Bantu, yani huyo jamaa licha ya kwamba anaishi nje ya Afrika lakini amekuwa kituzingatia sana watu huko, vitu tupendavyo Now it's a time ku itazama video kazi hii, lakini pia endelea ku stream album yake ya Golden M Boy kusikiza ladha mbalimbali za kimuziki ambazo amezikompa ndani. Kama ambavyo tangu mwanzo nimekwambia album hii ina trap, ina funk, ina bongo flavor na sounds zingine za kimuziki ambazo aliamua kuzijumuisha yote yote kukupatia vitu ambavyo ni tofauti tofauti. Emergency video is out, hii hapa ni SNS Minigen Man.